DW. Habari za ulimwengu. Msomaji ni Bruce Amani kwanza muktasari. Rais Macron apongeza ushirikiano wa Ufaransa na Ujerumani katika ziara yake Berlin. Rais Zelensky wa Ukraine awaalika marais wa Marekani na China katika mkutano wa kilele wa amani. Na wapinzani nchini Afrika Kusini wawarai wapiga kura kukiondoa madarakani chama tawala cha ANC. Habari kamili. Berlin. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameupongeza ushirikiano wa muda mrefu wa nchi yake na Ujerumani wakati akianza ziara yake ya kiserikali ya siku tatu mjini Berlin inayolenga kudhihirisha nguvu ya uhusiano huo. Ziara ya kiserikali ya Macron nchini Ujerumani ya kwanza kufanywa na rais wa Ufaransa katika miaka 24 inajiri wakati madola hayo mawili makubwa barani Ulaya yanakabiliwa na matatizo mbalimbali mbali, kuanzia vita vinavyorindima kwenye mlango wa Umoja wa Ulaya nchini Ukraine mpaka kuongezeka kwa vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia katika umoja huo na uwezekano wa kurejea madarakani Donald Trump mjini Washington. Macron amesema Ulaya ipo katika wakati muhimu wa maamuzi, akitaja, akitaja uvamizi wa kijeshi wa Urusi pamoja na changamoto zinazohusiana na mabadiliko ya tabia nchi na akili ya kubuni AI. Amesema ili kuyashughulikia masuala hayo, ushirikiano kati ya wa Ufaransa na Ujerumani unahitajika. Kiev. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amewaalika marais Joe Biden wa Marekani na Shi Jinping wa China kushiriki mkutano wa kilele wa kimataifa wa amani. Mkutano huo utafanyika mwezi ujao nchini Uswisi. Zelenski amesema hafla hiyo itaonyesha ni nani ulimwenguni anayetaka kumaliza vita vya urusi nchini Ukraine. Amesema zaidi ya nchi 80 zimethibitisha kushiriki. Wakati huo huo, rais wa baraza la ulaya Charles Michel amelaani shambulizi la urusi lililofanywa kwenye duka la vifaa katika mji wa kaskazini mashariki mwa Ukraine. Kiev Ameshutumu Urusi kwa juhudi zake za kuwatishia raia wa Ukraine, akiliita shambulizi hilo kuwa kitendo cha uhalifu. Aidha, Michel ametoa wito kwa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kuipa Ukraine suluhisho la ulinzi wa ngani ili iweze kuyalinda maeneo yake mengi. Rais Zelensky leo anatarajiwa kukaribishwa mjini Madrid na waziri mkuu wa Uhispania pedro Sanchez. Seoul, viongozi wa Korea ya kusini China na Japan wanafanya mkutano wao wa kilele wa pande tatu mjini Seoul ambao ni wa kwanza katika karibu kipindi cha miaka mitano. Hii ni baada ya Korea Kaskazini iliyo na silaha za nyuklia kutangaza mipango ya kurusha katika anga za mbali satelaiti nyingine. Kuna matarajio madogo ya mafanikio yoyote makubwa kwenye mkutano huo, lakini viongozi hao wameelezea matumaini huenda ukafufua diplomasia ya pande tatu na kutuliza mivutano ya kikanda . Rais wa Korea ya Kusini Yun Suk Yol, waziri mkuu wa China Li Kiang na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida watakutana leo kwa mazungumzo, huku tangazo la Pyongyang kuwa itarusha angani satellite kufikia Juni 4 likitarajiwa kuwa sehemu ya mada zitakazokuwa mezani. Korea Kaskazini iliwafahamisha walinzi wa pwani ya Japan kuhusu urushaji wa satellite hiyo katika kipindi cha siku nane kilichoanza usiku wa kuamkia leo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Johannesburg: chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini, Democratic Alliance DA, kimetoa wito wake wa mwisho kwa Waafrika Kusini kukisaidia kukiondoa madarakani chama tawala cha African National Congress ANC, wakati kilikamilisha kampeni zake kabla ya uchaguzi wa wiki hii. Akizungumza mbele ya maelfu ya wafuasi waliojitokeza jana katika eneo la Benoni mashariki mwa Johannesburg, kiongozi wa chama hicho John Steenhuisen alisema kama wapiga kura wa Democratic Alliance watabaki majumbani au waigawe kura miongoni mwa vyama vingi vidogo, basi sura ijayo ya nchi hiyo itakuwa mbaya hata zaidi kuliko siku za nyuma. Democratic Alliance ndicho chama kikubwa kabisa nchini Afrika Kusini na kimekusanya baadhi ya vyama vidogo vya upinzani ili kuunda mkataba unaojulikana kama mkataba wa vyama vingi vya siasa nchini Afrika Kusini, ambapo kundi la vyama vya kisiasa litaziweka pamoja kura zao ili kukipinga chama tawala cha ANC baada ya uchaguzi niame. Mataifa matano ya ukanda wa Sahel yamekuwa yakifanya luteka za jeshi magharibi mwa Niger, ikiwa ni mara ya kwanza kwa shughuli ya aina hiyo kufanywa katika eneo linalokumbwa na machafuko ya makundi ya itikadi kali. Eneo la Sahel limegubikwa kwa miaka mingi na waasi wenye mafungamano na makundi ya Al Qaida na dola la Kiislam. Wizara ya Ulinzi Niger imesema mataifa matano ambayo ni Burkina Faso, Mali, Chad, Niger na Togo, tangu Jumatatu wiki iliyopita yamekuwa yakifanya mazoezi makubwa ya kitaifa katika kituo maalum cha mafunzo ya kijeshi mjini Tilia. Mazoezi hayo ni pamoja na mbinu za kivita na mipango inayolenga kuimarisha uhusiano kati ya jeshi na raia wa maeneo yanayokabiliwa na vita. Shughuli hiyo inayotarajiwa kukamilika Juni tatu inaashiria luteka ya kwanza ya kijeshi ya pamoja kati ya nchi hizo tano. Yerevan, Makumi kwa maelfu ya waandamanaji walikusanyika jana katika, katikati ya mji mkuu wa Armenia Yerevan wakimtaka waziri mkuu Nikol Pashinyan ajiuzulu. Hii ni baada ya Armenia kukubali kuikabidhi Azerbaijan udhibiti wa vijiji kadhaa vya mpakani. Maandamano hayo yalikuwa ya karibuni katika wiki ya msururu wa mikusanyiko iliyoongozwa na mhubiri mashuhuri katika kanisa la mitume la Kiarmenia Bagrat Galstanyan, askofu mkuu wa jimbo la Tavush kaskazini mashariki mwa Armenia, aliongoza kuundwa kwa vuguvugu linalojulikana vugu kama Tavush for the Homeland, baada ya Armenia mnamo Aprili kukubali kuachia udhibiti wa vijiji vinne katika eneo la Azerbaijan. Ijapokuwa vijiji hivyo vilikuwa suala kuu la kuundwa, vuguvugu hilo limetanuka na kuelezea malalamiko mengine kuhusu Pashanyan na serikali yake viongozi wa vuguvugu hilo wameuambia mkutano wa jana kuwa wanaunga mkono Galstanyan kuwa waziri mkuu mpya. Uamzi wa kuvikabidhi vijiji hivyo vya Tavush ulifuatia operesheni kali ya kijeshi Septemba mwaka jana, ambapo jeshi la Azerbaijan liliwalazima maafisa wa Kiarmenia wanaopigania kujitenga katika mkoa wa Karabakh kusalimu amri. Port Moresby. Waokoaji wanaendelea kupambana kuwatafuta manusura baada ya maporomoko ya udongo kukiangamiza kijiji kimoja nchini Papua New Guinea na kuwaua karibu watu 670. Kijiji hicho kilichoko kando ya mlima ya kilima katika mkoa wa Enga kiliangamizwa karibu chote, wakati kipande kikubwa cha mlima Mungalo kiliporomoka Ijumaa alfajiri na kuzifukia nyumba na watu waliokuwa wamelala. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Bakinasi.